wenyewe wanajuana, wako wa, wa, wa, wayoza wako waziba. Kwa hiyo wanaitana, wayoza wanasema sisi wayoza, waziba wanasema sisi waziba. wakigombana waki namna ile, utakuta hata wayoza wale si wa, si wayoza 100% na wao wanamgawanyika uta na waziba wale nao na wao wanamgawanyika. Ndivyo ilivyokuwa Rwanda, wote